Kwa majina yetu Johnson Jovita Mlokozi mkazi wa Bukoba vijijini hapa. Hii hali ya usafiri kuvunjika kwa barabara imeanza usiku, mvua zionyesha usiku kuanzia kwenye saa saba saa nane, kwa sababu magari ya kwanza yalikuwa yanaenda mjini yamezuiliwa kuanzia saa nane saa saba. Kwa hiyo ndo kumetokea hii adha ya mvua hapa ku kutokana na uharibifu wa barabara inayotengenezwa hii, na hili swali limekuwa la muda kidogo, kwa sababu mkandarasa amechukua kipindi kirefu kidogo na hii hali ya mvua ilishazungumzwa kwamba watu unaponyesha mvua wanapata adha ya usafiri. Kwa hiyo inatuletea shida kidogo, watu wanakwama kazini, wanachelewa shule watoto. Kwa hiyo imekuwa changamoto kubwa, labda cha kufanya aongeze tu juhudi za kukamilisha hii barabara, ukizingatia ni barabara kuu naenda nchi ya nje Uganda, Sudan. Kwa hiyo watu wanachelewesha mizigo yao. Nilikuwa natoka Mreba naenda Bukoba mjini, nilipofika hapa nikakuta Ayu. daraja ndio imekatika wakaniambia imekatika tukatoka tukaanza kutembea na miguu lakini hali tete, tumuombe Mungu. Kwa upande wa TANROADS, baada ya kupata taarifa hii ya maji kupita juu ya tuta la barabara, tumechukua hatua za awali ambapo tumeweka mawe ili angalau turuhusu magari yapite, kabla hatujaanza kuongeza tuta, yaani kunyanyua tuta kama temporary solution. kwa hiyo tumechukua hatua za awali na sasa hivi tayari magari yanapita ambapo kiu imepungua kwa kiasi kikubwa, lakini baada ya hapo sasa tunaanza kujaza mawe makubwa kwa ajili ya kuinua tuta ili hata mvua zikiongezeka hazitaweza kupita juu. Kwa hiyo tumeshajipanga, mkandarasi yuko saiti na baada ya magari kupungua tu tunaendelea na hili zoezi. Wananchi, nianze kwa kuwapa pole sana kwa changamoto hii ambayo imetupata hapa katika eneo letu hili la Kietema katika barabara yetu hii kubwa inayotokea Mtukula mpaka kuelekea Biaramulo tumepata changamoto. Eneo la Kietema kuna mkandarasi of course, hapa site kuna mkandarasi anaitwa German Engineering ambaye amepewa kazi ya kutengeneza daraja hapa na kuboresha ili papitike vizuri wakati wote, lakini akiwa anaendelea na kazi tukakabiliwa na mvua kubwa na leo maji yaka overlap kabisa daraja. Sasa kutokana na hofu uh, hasa kwa mabasi ya abiria na magari makubwa ya mizigo, tukaona tuziwie magari yasipite kwa muda fulani, kwa sababu kama maji yanapita juu ya barabara, juu ya daraja, mkipitisha, mkiruhusu magari yakapita, inaweza ikawa hatari, watu wakasombwa na maji, magari yakasombwa na maji na kusababisha vifo. Kwa hiyo tulizuia kwa muda tangu saa kumi na mbili alfajiri, lakini tunashukuru Mungu kwamba wameweza kukarabati kwa kiasi fulani, na sasa maji barabara magari yanapita, tumeweka mawe, lakini pia baada ya magari kupita kwa muda fulani, na tukaona kabisa hakuna foleni pande zote mbili, tutasimamisha tena ili turuhusu wajaze mawe mengine ili kuimarisha zaidi, kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha. Tumepata neema ya kuwa na mvua nyingi. Sasa tuna wasiwasi isije usi, usiku mvua zikanyesha nyingi zaidi na shida ikajirudia tena, au pengine shida ikawa kubwa zaidi, kwa sababu udongo wote juu ya daraja umeondolewa. Aa, nitumie fursa hii kuwaomba wananchi aa, watusamehe, lakini ni changamoto za safari. Wanasema ukiwa msafiri basi unatia nia kwa lolote, ni kumuomba Mungu mpaka ufike salama, na kikubwa ni kwamba wako salama na kinachotia moyo ni kwamba sasa magari yanapita, kwa hiyo wasafiri wanaweza kuendelea na safari. Mkandarasi ni muombe aendelee ku, kuimarisha daraja hilo haswa hiyo sehemu yenye shida, na tunaamini kwamba baada ya ujenzi wa daraja hili kukamilika kabisa tatizo la aina hii litakuwa historia katika njia hii. Lakini kubwa ambalo tunalifikiria kwa sasa, kwa sababu ukitazama kwa sasa hivi tulivyo ni kwamba kwa barabara hii ndiyo barabara pekee ya kututowa Kagera kutupeleka nje ya Kagera, hakuna nyingine. Yaani ina maana hii hapa pakikata, hakuna namna ambavyo mtu wa Bukoba atatoka kwenda nje ya Bukoba kwa, kwa kupitia huku, hawezi kwenda Muleba wala Biaramulo. Kwa hiyo ambacho tumekifikiria pia kwa haraka, tuna barabara yetu nyingine ya TARURA ambayo before Kemondo unaingilia, una Bulila, unaweza ikakupeleka mpaka Maruku hiyo nayo tunakwenda kuiweka kwenye mpango wa matengenezo, na tutaitengeneza vizuri ili ikitokea dharura, wakati wote tunajua angalau tunayo njia nyingine ya kutokea Bukoba kwenda nje ya mkoa wetu wa Kagera kupitia Muleba, Biharamulo na kuendelea.